Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura. Wanafunzi wawili wa shule ya msingi Gonge kata ya Ndagoni iliyopo wilaya ya Mafia mkoani Pwani wamekutwa mtoni wakiwa wamefariki. mpaka jana tunatafuta, hakuna matokeo aina yote, leo ndo tunakuja kuambiwa kwamba wale watoto wameonekana wako juu ya maji wanaelea, tukaingia ndani ya tukio. Wanafunzi hao ambao walikuwa wanasoma darasa la pili walitoweka shuleni hapo siku ya Jumatano wakati wa mapumziko majira ya saa nne asubuhi na kutoonekana tena shuleni hapo, hali ambayo siyo ya kawaida kwa wanafunzi hao. mimi pale mwalimu wa afya wa shule ya msingi gonge ameeleza kwa masikitiko makubwa juu ya hali halisi ilivyokuwa sisi tumekumbana na tatizo au changamoto kutoka kwa wanafunzi wetu wawili ambaye ni jana siku ya jumatano baada ya mapumziko ya saa sita kengele ilivyogongwa kawaida huwa tunakunywa uji mchana lakini baada ya kukusanya watoto na kuita orodha ya watoto kunywa uji wale watoto hawakuonekana. Baada ya kuuliza, walikuja vilanja, wakatoa taarifa kwamba wale watoto wamesema wanaenda kumwangalia mtoto amezaliwa wapi kwa Yusufu Mwinyi. Kwa sisi, kwa kuwa ni mapumziko, atukutia shaka sana, kwa sababu muda wote wakitoka mapumziko wanarudi baada ya kugonga kengele ya saa saba kurudi darasani. Wale watoto hatujaona, kwa sababu tuna utaratibu wa kuita majina asubuhi na jioni baada ya kurudi saa saba. Tukaingia tena darasani nikauza, wamerudi, wakasema watu watatu hawapo. Nani na nani? Wakasema Mwinyi, Kombo, Hafsa pamoja na Fatuma. Nikasema taarifa za Mwinyi Kombo tunazo, ametoa taarifa kwa mwalimu wa darasa na mwalimu mimi wa afya nimemruhusu ameenda nyumbani na matatizo ya mguu. Hawa wengine wako hapa, wakasema hawajarudi. Kauli zikatoka tena kwa watoto kwa mara ya pili, walisema wanaenda kumwangalia mtoto wa Yusufu Mwinyi tukawaingiza darasani wakaendelea kawaida na utaratibu wao kujifunza darasani. Ilipofika saa tisa na dakika kama tisa hivi nikagongwa kengele kwa ajili ya kufanya usafi wa mazingira. Baada ya saa tisa na dakika kumi na tisa nikaambia ndo nitaondosha mapema. Tukaanza kuulizana kama kawaida yetu darasa la pili, mpo la tatu, la sita mpaka saba, wakasema hapa kuna wanafunzi watatu, wakaeleza vile vile. Nikatoa taarifa kwamba Mwinyi anaruhusa ameshaondoka. Hafsa amerudi, Hafsa hajarudi, Fatuma amerudi. Nikawauliza. Je, wadogo zenu wamewapa taarifa wanaenda wapi? Robert akasema mimi sijui. Basi baada amda kaja, kanaambia mimi mechukua daftari kwa daftari za Fatuma zilichukuliwa, lakini za nani Hafsa, mimi sina uhakika kama alichukua. Tangazo la mwisho nililotoa ni kwamba mkifika nyumbani, waambieni wazazi kwamba watoto wametoroka shuleni, kama kuna changamoto yote, watupigie simu. Ilivyofika saa kumi na moja, mimi nikapigiwa simu na mwalimu. Mwalimu, kuna taarifa watoto kupotea. Nikaambia sawa. Baada ya muda, mimi ikabidi nipige simu kwa mke wa nani wa nani wa atibu wa akanaambia, mimi madam, ndo sasa hivi narudi hospitali, nimerudi nimekuta watoto watatu wa kiume, wa kike mmoja simuoni na mpaka sasa hivi hajafika. Sijakaa muda, akanipigia mwenyekiti wa kamati. Akanaambia, bwana yeye, nimepigiwa simu na nani? Na mama Fatuma, mtoto wake hajamuona. Nikaambia sawa. Namba ya Fatuma, ya mama Fatuma nikapewa, nikapiga simu. Mama Fatuma kanaambia, sisi wenyewe tuko maeneo ya msikitini tunamtafuta mtoto mpaka sasa hatujamuona. Kufika saa moja hali ni ile ile, hali kaziri, kabidi sasa watu tutoke, tuanze kutafuta, mpaka jana tunatafuta hakuna matokeo aina yote. Leo ndo tunakuja kuambiwa kwamba wale watoto wameonekana wako juu ya maji wanaelea, tukaingia ndani ya tukio tukashiriki pale na utaratibu wote ukafanyika, na watoto wamekabidhiwa, wamekabiziwa baba mzazi wa mmoja wa marehemu. Kwa uchungu mkubwa ameonyesha masikitiko yake juu ya kutokea kwa tukio hilo. Kama mzazi wa mtoto, nilimwandaa asubuhi vizuri, nimemwacha anaenda shule. Bahati nzuri tumekuja kutana tena kwa uolo. Mtoto kapale kaniomba mimi. Niliporudi zangu nyumbani, nimewaandalia watoto kama kawaida yangu kwa sababu mzazi wao. Mimi nimeandaa chakula, nimemaliza, nimekaa mpaka saa tisa, wanafunzi bado hawajafika. Saa kumi na moja simu, watoto hawajarudi hapa, mzazi kukutana ya msikitini. Nimeanza mchakato wa kutafuta jana mpaka leo asubuhi wamefanikiwa kuonekana oneka, maeneo ya bondeni kwa uol wanaelea. Wananchi wengi wenye sura za huzuni zilizogubikwa na sitofahamu wamejitokeza kwenye msiba huo huku wakitoa pole kwa ndugu na jamaa pamoja na kuwataka waamini kuwa kila nafsi itaonja mauti kwa wakati wake. Lakini tu kwanza tunashukuru kwa sababu kuwaona lakini kama si hivyo tungekuwa tumetafuta sana, tumewaona na analolipanga Mungu ndo linalokuwa, hawezi kupindikiwa. Mungu Mungu amepanga umauti wa wale vijana na sisi pale na, na, na wale iliowagusa wakubali, ana ili swala kalipanga Mungu na hali zuiliki na sisi tutakuwa miongoni, tutakwenda kama wao. Tumesikitishwa sana tukio lotokea, na lakini baada ya mchakato mrefu wa nguvu za wananchi, wamejitahidi kutafuta tangu juzi, lakini hatimaye maiti imeonekana. Hivyo niwape niwape pole wafiwa wote, pamoja na mimi mwenyewe, lakini wawe na subira. Hili ni jambo ambalo kadri ya Mwenyezi Mungu imeshatokea, basi tuwe watulivu, tuwe wasikivu, tuendelee kufanya, kufanya ambayo matokeo anaendelea maiti zetu vizuri kwayo zaidi hapo, niseme nashukuru sana kwa kupatikana maiti kwenye tukio hilo. Mtendaji kata wa Baleni, ambaye ndiye mwenyekiti wa ulinzi na usalama, Hadija Budara, ametoa pole kwa familia ya wafiwa pamoja na kuwataka wazazi kuwa makini na watoto wao hasa kipindi hiki cha mvua zinazoendelea kunyesha. Lakini kwenye tukio hili nipende kutoa wito kwa wazazi, lakini walezi, lakini pia jamii kwa ujumla. Jiografia yetu ya kata ya Ndagoni kwa ujumla wake ina maeneo mengi ambayo maji yanatuama, sambamba na mabwawa ambayo yamezunguka na yapo karibu na makazi ya watu. Hivyo ni waase jamii kwa ujumla kuhakikisha wanafunzi hawa, ikiwezekana, tunawasaidia kwa karibu swala zima la kuhakikisha wanafika maeneo yao ya shuleni, lakini pia tunawapa elimu waweze kuchukua tahadhari kujikinga, hususan wakiona maeneo ambayo maji yametuama wasiweze kukaribia. Kwa hiyo kwenye hilo, nadhani wenye vituo vya vitongoji wapo wanasikia na waendelee kusikia, uweze kuwafikia wananchi kwa karibu. Lakini pia tumepanga mkakati pamoja na walimu hawa, tutazungumza nao pia wanafunzi kwa pamoja kuwaelewesha namna ya kuchukua tahadhari hususani kwa maji ambayo yametuama, pamoja na mambo subscribe. Mzee wa Jimbo TV, sauti ya mpiga kura.